Kanisa Katoliki linaongozwa na miongozo mbalimbali na ndiyo maana waamini wa kanisa hili wanafata hierarkia ya Kanisa Katoliki. Miongoni mwa viongozi mbalimbali ndani ya kanisa hili wanapitia kwenye malezi ya katekista, na ndiyo maana Breez Online TV tumekusudia kukuletea maisha na utume wa makatekista. Siku hii ya leo tuko na katekista Severin Mehina kutoka parokia hii ya Bikira Maria Imakulata hapa Goba Matosa, ambaye atatuambia mengi sana kuhusiana na maisha ya utume wa makatekista. Ameacha kazi ya jeshi, ameacha kazi kwenye kukusanya mapato, lakini akilenga kujikita katika maisha ya ukatekista kumtumikia Mungu. Ameacha kazi ambayo Zakaya alikuwa akiifanya ili amtumikie Mungu kwa namna nyingine ya tofauti kabisa kwa namna ya utume wa ukatekista. Naitwa Aiza Kimziwanda, tutakuwa pamoja katika safari hii ya kipindi cha maisha na utume wa makatekista. Na kama ambavyo nimekujuza basi mtazamaji, kwenye kipindi hiki cha utume wa makatekista niko na katekista Severin ambaye ndiyo tunayezungumza naye siku hii ya leo. Kwa kumwalika kabisa, ataanza kwa kujitambulisha, atuambie yeye majina yake matatu na ni mzaliwa wa wapi na namna ambavyo ameingia kwenye utume wa katekista. Katekista, karibu sana. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji, mimi naitwa Severin Josepho Muhina. Ni katekista wa parokia ya Bikira Maria Imakulata Goba Matosa katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Nilizaliwa mkoa wa Morogoro, wilayani Kilosa. Utume wangu wa kuwa katekista nimeanzia katika jimbo la Iringa, parokia ya Bikira Maria Konsolata Mshindo. E, ilikuwa mwaka Themanini na tatu, tarehe moja, e, mwezi Mei ndipo nilipoanza rasmi kuwa katekista. Mezi mwe imuka gani? Ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na tatu. Themanini na tatu. Ndio ndio. Jana mdogo kabisa, nikiwa kijana kabisa wa miaka ishirini na mitatu ndi. Ebu tueleze walau kwa ufupi ilikuwa kuwaje mpaka ukaingia kwenye safari hii ya ukatekista mpaka hadi hii leo? E, safari yangu ilianzia kwanza katika utume wa vijana. Nilikuwa ni kiongozi wa vijana tayari wakati huo wa parokia, nikiongoza umoja wa vijana e, katika parokia na polepole pole nilifikia hata ngazi ya jimbo kuwa mwenyekiti wa jimbo wa vijana, lakini kwa wakati huo kuanzia miaka ya themanini na moja e, nikiwa tayari ni kiongozi wa vijana nilifurahishwa sana nilipompata katekista mmoja Silvesta Changwa, ambaye yeye alikuwa pia ni mteresiari, yaani Mfransisko muumini. Kabla sijawa na mawazo ya ukatekista, huyu alinialika kujiunga na utawa huo watatu wa Wafransisko waamini. Nilimuuliza, nini lengo kubwa la huo Fransisko? Aliniambia, ukiwa Mfransisko ukijiunga maana yake unakuwa na nafasi ya kujitafutia utakatifu wewe mwenyewe na kuwatafutia eh, watu wengine utakatifu. Kazi kubwa itakuwa ni nini? Anasema kazi kubwa ni kuishi maisha ya kiinjili na kuwafundisha watu Injili. Nikasema hiyo ndiyo kazi ninayofanya hata sasa kama kiongozi wa vijana, nikawa tayari hivyo. Kuanzia mwaka 81 mimi nikaanza kufuatilia mafunzo ya kuwa Mfransisko muumini yaani walei na kweli ambao kwa kifupi wanaitwaje? Wale zamani tulikuwa tunaitwa utawa watatu au kwa jina lingine tulikuwa tunaitwa wateresiari, wateresiari. Ehe. Lakini baada ya miaka kadhaa ilibadilishwa lile jina, utawa watatu likaondolewa na pia lile wateresiari likaondolewa, wakawa wanaitwa wasekulari. Ehe. Hiyo ndio inaendelea mpaka sasa wafransisko waamini wanajulikana kwa jina sasa la wasekulari ndiyo. Sasa kutoka hapo kuingia ukatekista, ile huduma yangu kama Francisco muumini ambaye nawatafutia watu utakatifu kwa njia ya kuwahubiria Injili, ilinipaswa mimi mwenyewe kwanza niwe msomaji wa Injili, na kwa kuwa mafunzo ya kifransisko yanahusisha Injili tena, basi ilikuwa kwangu rahisi sasa kutaka kupiga hatua zaidi ya uinjilishaji eh, kuliko kubaki tu Francisco mwenyewe. Nikiwa na wazo hilo pia, lakini sikuamua kabisa niwe katekista. Kumbe mapadri wanaoniona eh, basi waliona kwamba huyu tukimweka katika ukatekista atafanikisha zaidi eh, malengo ya parokia kuliko akibaki Francisco tu, kwa kuwa kutakuwa kuna mipaka fulani fulani pale. Basi kutoka hapo waliniomba namkumbuka padre wangu aliyekuwa mlezi wa vijana naitwa Alessandro Nava, tukiwa chini ya paroko wetu John Medri. Alitumwa huyu padre kijana kuja kunishauri eh, Severin, unaonaje ukiingia katika ukatekista rasmi? Nikawambia, mbona kazi ya ukatekista si ndio hii ninaifanya? Akasema hapana, ukiwa katekista kazi yako hiyo utaifanya kwa karibu zaidi na mapadre kuliko unavyofanya sasa, utakuwa ni msaidizi wa karibu wa mapadre na tunaweza kukutuma sasa kuhubiri sehemu mbalimbali. Nikamwambia ni sawa, lakini kwa sasa e, mimi pia napenda hiyo, lakini wakati huu mimi tayari ni mwajiriwa wa serikali. Eh, wakati huo mi nimeshaajiriwa nikiwa kiongozi wa vijana, lakini nina ajira yangu. Ina maana asubuhi mpaka mchana niko serikalini nikiwa mtoza ushuru katika halmashauri ya mji wa Iringa, kumbe jioni nipo kanisani na mambo ya uinjilishaji. Sasa wao wakanambia, pamoja na kuajiriwa huko lakini sisi pia tutakuajiri. Nikamwambia sasa utaratibu wa kuwacha kazi serikalini kuja huku itakuwaje? Wakasema hilo sisi tutalishughulikia, sababu wewe uko tayari ndio. Kwa kuwa kama nikiwa tayari wao watashughulikia, niliwaomba wanipe muda nitafakari kabla ya kuamua kuacha kazi serikalini na kuja kanisani kupokea ajira ya kanisani. Kwa kutaka ushauri, nilimwendea mjomba wangu Andreas Jeremias Muyone ambaye ndiye alinitoa nyumbani na kunileta Iringa, kwamba mjomba, e, wewe njo e, tutafute maisha huko Iringa. Yeye nilipomuuliza juu ya swala hilo kwamba mjomba, mapadri wangu wale wananishauri niwe katekista niache e, kazi ile halmashauri ya mji. Akanambia wewe mwenyewe unaonaje? Nikamwambia mimi kwangu sina tatizo, lakini nimeona jambo hili nisiamue haraka bila ushauri wa wakubwa wangu. Yule mjomba aliniambia jambo moja kwamba wewe, sikiliza, mimi sielewi kwa nini nilikutoa kule Kilosa nikakuleta Iringa, na wakati na wajomba zangu wengi, lakini nilikuchagua wewe kuja hapa, nimekutafutia kazi kweli, unaendelea vizuri lakini huku kanisani nakuona upo zaidi, kabisa kabisa, mara nyingi, na kama mapadri hawa wameona kwamba uingie katika eh, ukatekista, mimi naona huo ni mpango wa Mungu anayehitaji uwe karibu naye. Kusema ukweli, jibu hili nilishangaa, kwa sababu mjomba wangu mwenyewe kanisani anasali mara mbili kwa mwaka, Pasaka na Krismasi. Kwa muda mrefu yuko kazini na kwenye pom, pombe tu basi lakini kuona ajibu kama hili linatoka kwa mtu cha pombe tunayeweza kumwita hivi, niliona hapa kweli kuna jambo basi. Nilitafakari kweli, nikamwambia mjomba, niko tayari kuingia katika utume huu. Sikuona shida, kwa sababu ndio kazi ninayoifanya katika Francisco tayari. Yeah, nikurudishe nyuma kidogo katika katekista, kama nitakuwa ninakupata vizuri Tio. Wakati ukiwa unafanya kazi serikalini kama mtoza ushuru. Ndio, ndio. Uh, kwa taarifa nilizo nazo ni kwamba pia umewahi kuwa kufanya kazi katika jeshi la Tanzania. Ndio, ndio. Hebu tutenganishe hivi vitu hapa, kabla ya kuendelea na maisha ya ukatekista. Wakati ukiwa una, una, una, una tafakari wewe na mjomba. Okay, asante sana. Maisha ya jeshi nimepitia, nilikuwa nafanya wakati niko halmashauri ya mji wakati huo huo pia kile kumbuka, halmashauri ya, ya mji niliajiliwa mwaka sabini na tisa na kumbuka, mwezi Desemba sabini na tisa ni mwaka ambao tumemaliza vita ya Kagera, Tanzania na Uganda. Sasa tangu kumalizika kwa vita ile, ni kama serikali ya Tanzania iliamua kila Mtanzania awe pia ni askari kwa namna fulani, kwa hiyo watu mbalimbali walikuwa wanachukuliwa watake wasitake kwenda kufanya mafunzo ya mgambo. Kwa kipindi kile miezi mitatu mitatu kila mtu apitie ili ajue angalau matumizi ya silaha na kanuni za ulinzi na usalama. Sasa mimi kwa kipindi kile nilikuwa kiongozi wa kiki ya kikundi cha sanaa pale halmashauri ya mji, pamoja na kazi lakini pia na sanaa. Wale wanakikundi wangu katika sanaa walichukuliwa kwenda kule kwenye mafunzo ya mgambo ambao mimi nilikuwa nawafundisha mambo ya sanaa. Waliporudi ah, umeshaiva tayari pale kaonekana kwenye kikundi. Mimi ambaye ni kiongozi wa kikundi ndio sijui lolote mambo ya ulinzi na usalama wa nchi yangu. Nikawauliza, kwa hiyo kitokea vita sasa hivi ina maana nyinyi mnajua kupambana kabisa mnashika bunduki. Niambia ndio. Nikamwambia kwa hiyo kitokea shida muenu, mimi nitajificha migongoni mwenu ili mnilinde, si ndio? Nikamwambia mimi sikubali. Mimi mwenyewe naenda kuomba. Singoji kukamatwa ili nifanye mafunzo haya ya ulinzi na usalama. Kweli nilienda, nikaomba, nikapokelewa kwa mshangao na shangwe. oh, tunahangaika kuwakamata watu kujifunza mafunzo haya. Wewe oh, unakuja mwenyewe unaomba. Kwa kifupi, nilifanya mafunzo yale na kuhitimu vizuri sana. Baada ya kuhitimu, nilifanya kazi yangu kwa... nikaendelea na kazi yangu ya halmashauri ya mji eh, kwa miezi mitatu tu nikaja kusikia naletewa barua kutoka kwa mkurugenzi wangu wa halmashauri ya mji kwamba Severin, umeteuliwa kwenda kwenye mashindano ya shabaha Songea. Nilishangaa kwa sababu mimi ni mgambo fedhiwani tu, kwa nini niende huko? Na huko wanakwenda makamanda na watu ambaye. Lakini kaambiwa, hatujui serikali imekuonaje, labda yale uliyoyafanya kule kwenye mgambo. Kwa kifupi, nilikwenda kule nilikwenda kwanza Mbeya 44 KJ pale JWTZ pale, tukaungana na wenzetu waliotoka Sumbawanga, tukaja tukachukua wale wa Mbeya, tukaenda Songea. E, kikosi kinaitwa Tembo Brigade. Tukiwa pale tukaanza mafunzo. Baada ya mafunzo, tukaendelea na mashindano ya kijeshi tukiungana na wenzetu kutoka Mtwara na Lindi, yani full brigade ya kusini bila kusahau wale wa Makambaako. Sasa katika mashindano hayo, Mungu bariki, mimi pale nilitokea tena kuwa mshindi wa pili katika silaha ya LMG. Nikaambiwa basi, wewe badala ya kurudi Iringa, wewe utakwenda kuungana na makamanda wengine, mnakwenda kitaifa. Hapo tukaperuka kikosi cha Chaburuma kwa, kwa ajili ya mazoezi. Wenzangu makamanda ambao nimekwenda nao wote walishindwa pale Songea, wakarudishwa mbenyewe mtarudi nyumbani e, lakini huyu atasonga mbele ah, mgambo fedhiwani pale. Ikabidi sasa apate eh, sio tena mgambo fedhiwani. Nikafanyiwa mambo pale sasa kuingia vizuri katika jeshi okay. tukafanya mafunzo pale, tukapelekwa kikosi cha makao makuu wanaita Chandamali, tukafanya pale, tukamaliza, tukaandaliwa usafiri wetu ndege hiyo ni themanini na mbili. Hiyo kunapanda ndege kwa mara ya kwanza, tukatua Lugalo Dar es Salaam. Dar es Salaam, inaingia kupitia angani kwa mara ya kwanza. Okay. Tukapokelewa pale na kikosi cha, hapana, tumepokelewa kwa uwanja wa Julius Kambarage Nyerere, tukatoka pale tukaenda Lugalo kikosini, tukapokelewa pale na bendi ya Mwenge Jazz kama wageni rasmi kwa kifupi, baada ya hapo tukafanya shughuli zetu za kijeshi pale na mashindano ya kitaifa, tukikutana sasa mabingwa wa brigedia zote za Tanzania. Mungu bariki. Pale pia nikawa mshindi wa pili katika silaha ile ile ya LMG. Sasa baada ya kumaliza hapo tukaambiwa tutafanya mafunzo zaidi, ina maana wenzangu niliotoka nao brigedia ya kusini ku Songea ambao walikuwa mshindi wa kwanza kule hawakufaulu, mshindi wa tatu hakufaulu, bali mimi niliyekuwa wa pili ndio nimefaulu, nimeungana na e, mabingwa sasa kitaifa. Tulipohitimu hapo tukapewa vyeti vyetu, na mkumbuka, aliyekuwa ananipatia ni hayati Msuguri, ndio akanipa cheti cha ushindi. E, kwa juhudi na maarifa, e, kwa juhudi na maarifa ushindi na kadhalika, kapewa hati yangu basi. Sasa kutoka hapo tukatakiwa mimi niende Urusi kusoma zaidi juu ya silaha ile niliyoshinda, kwa kuwa ni silaha muhimu LMG, ile ni support yes. Lakini hapo nilifanya maamuzi kwamba sijisikii kwenda. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa na sababu mbili. Sababu ya kwanza, wakati naondoka nyumbani eh. Ni kipindi kile cha vita, bahati mbaya ikitokea kuna askari wetu mmoja alipoteza maisha kule, basi akarudishwa nyumbani. Mama kuona vitu kama hivyo hakupendelea mwanawe kufanya kazi ya jeshi, akanambia, mwanangu, unakwenda Iringa, fanya kazi zote lakini jeshi sitaki. Nikamwambia asante mama. Sasa nikiwa Iringa pale, nikiwa katika kuhangaika hangaika na kazi mbalimbali, nikapata tena nafasi ya kupata mafunzo mbalimbali katika jeshi la polisi ulinzi na usalama CID na nini. Mungu bariki, nilifanya vizuri. Jomba wangu alinishughulikia. Hamad ndio inatokea hiyo tena nisonge mbele zaidi. Ah, kabla ya kuondoka, wakati naagana na mapadri wangu, nao mapadri walisema, Severino unatuacha sasa, ukienda huko usikose kurudi, uje kuendelea na kazi yako ya katekista hapa ya utume wako wa ukatekista hapa. Nikamwambia hamna shida, nitarudi. Matokeo nikiwa kule nimefaulu, na sasa natakiwa kwenda Urusi. Usiku tafakari ilikuja, nikienda Urusi katika kazi hii, nikirudi, okay, naweza kuwa hata kiongozi katika jeshi, katika nafasi mbalimbali, lakini nitakuwa nina radhi ya mama ni moja yotakuwa sina nitakuwa nina radhi ya mapadre wangu ambao walinambia Severino usikose kurudi, nitakuwa sina. Nikaona hapo Mungu ananihitaji nibaki katika ile kazi ya katekesi na kuliko kuendelea na jeshi. Lakini wewe mwenyewe ulikuwa unajisikiaje? Kwanza nilikuwa najiona comfortable msindi, lakini bado ile kazi ya ukatekista ya katekes kwangu nilikuwa naona bora zaidi kwangu kuliko hii ile nafanya nikiwa na amani tele. Sasa unaacha kazi ya, unaacha kazi ya ya ya polisi, unaacha kazi ya kukusanya, na sasa unaingia kwenye ukatekisi, na baada ya kupata radhi za mjomba eh? radhi ya mama, radhi ya mj uh, tuseme ruhusa ya mjomba, kwa mjomba. mjomba sasa pia kuna radhi ya mapadri wangu kwamba urudi ili uendelee na kazi yako ya katekesi maana yake wakati ule ni kiongozi wa vijana na ni Mfransisko, kumbe wao na wazo zaidi la kuendelea na ukatekista. Sasa maisha ya ukatekista, uliingiaje kwenye ukatekista na maisha yalikuwaje? Tuanze pale ukiwa unaondoka kwenye taasisi ya serikali kurudi kanisani rasmi pale, Mshindo. Asante. Baada ya kurudi katika jeshi na kuambia nimerudi rasmi kama mlivyosema nisipotee, nirudi. Wakasema sasa tunakupeleka chuo, mwaka huo huo themanini na mbili tunakupeleka chuo cha katekesi. Nikamwambia sasa, mbona ninafanya kazi huku, inakuwaje? Halmashauri ya mji wanasema tutafanya mawasiliano nao. Wakafanya mawasiliano, wakaniombea E, kibali cha kuacha kazi kwa masaa ishirini na nne yani, notes ya kuacha kazi kwa masaa ishirini na nne wakaambiwa mtalipa, wakalipa wao wenyewe mapadre, na hivyo wakanihamisha nikawa sasa kanisani, na wakati huo moja kwa moja wakanipeleka katika mafunzo, nikatumikia pale kozi ya mwaka mmoja. Baada ya kumaliza kozi ya mwaka mmoja, moja kwa moja nikarudi wakaniajiri wakasema, kozi nyingine utarudi tena kuendelea, lakini wakati huo unaendelea na utume wako. Hivyo basi nikawa tayari nimekwisha maliza kozi yangu, wamesha nipa ajira yangu, naendelea nayo, naendelea na kazi huku pia naendelea na kozi nyingine polepole, ndivyo pole nilivyoingia katika ukatekista, parokia ya Bikira, Bikira Maria Konsolata Iringa mshindo mjini pale. Yeah, yeah. E, mutu ambie, palo ume kami, kami ngabi, pale umekaa miaka mingapi ukihudumu kama katekista? Pale nilikaa kuanzia mwaka sasa 83 kama katekista mpaka mwaka elfu mbili na mbili. Kwa kijana na ni kabisa kabisa haka nimefikia kuwa mtu mzima parokia hiyo hiyo moja bila kuhama ya kutosha hii. Kabisa kabisa. Aa, bila shaka ulioa ukiwa pale pale Mshindo. Ni baada ya miaka mitatu tu nikaona sasa ili nifiti vizuri katika huduma yangu ya kuhudumia waamini bora nifunge ndoa. Hivyo mapema tarehe 29 h eh, Novemba themanini na sita nikafunga ndoa. Yaani. Aa, mpenzi wangu niliofunga naye ndoa anaitwa Tasiana Anthony Mkumbo. Ndio, ndio. Na wakati tukiwa tunaendelea, natamani tuendelee kwenye upande wa pili, lakini natamani kusikia maisha yako ya familia. Ndio, ndio. Una watoto? Ndio, nilioa na nikabahatika kupata nayo mke wangu watoto wa nne, wawili wakiwa wa kiume na wawili wakiwa wa kike. Ndio, ndio. Tumshukuru Mungu kwa hilo. Tuendelee sasa na maisha ya katekista pale Mshindo. Ndio. Uh, kwa mara ya kwanza unaanza kufurahia maisha ya ukatekista ukiwa unatoka serikalini kama sniper ama mlenga shabaha hizi kwa unaondoka pale uh, Iringa mdini kama mtoza ushuru ya, ya, yeah, ya maisha ya ukatekista na tayari umefunga ndoa takatifu. Hebu tupitishe maisha ya pale Mshindo, yalikuwaje kwa ya kipindi chote hicho? Ah, maisha pale Mshindo yalikuwa mazuri eh, kitu ambacho mapadri wangu walifurahi sana ni kwamba ile karama yangu ya usanii niliyokuwa nayo kule halmashauri ya mji, nikahama nayo mpaka kanisani. Nikiwa pale kanisani, nikawa na vikundi vya michezo, nyimbo, ngoma za utamaduni. Mwisho wakaona huyu, tukimletea vyombo vya muziki pia anaweza e, kuwaunganisha vizuri vijana katika michezo na muziki. Basi huyo padre Alessandro Nava akanunua vyombo vya muziki, gitaa Eh, amplifier, organ, vitu mbalimbali mbali tukawa na full band music pale imekamilika. Mimi nikawa kiongozi wa bendi ile ya vijana. Lengo likiwa badala ya vijana kwenda kutafuta starehe ya burudani kungine wapate burudani ile palepale kanisani. Kwa hiyo tukawa tunapiga muziki tunaimba, tunacheza. Sherehe zote za kanisa ni bendi yetu inatumbuiza, hatuhitaji kupata bendi kutoka nje. Mungu bariki. Kwa kuwa nyimbo zetu zilikuwa zina message inayojenga kijamii, kimaadili, e, na kidini, hata serikalini wakiwa na matukio, mwenge unakuja, sijui kuna nini, ikawa bendi yetu inaitwa, tunataka bendi ile ile ya kanisani ndio waje watufanyie burudani hapa. Tukawa mji mzima wa Iringa tumekamata na bendi yetu ilikuwa inajulikana kwa jina la Viko Star Bend. Neno viko maana yake limejengwa kwa maneno vijana konsolata bend, ni vijana kutoka Konsolata, ni namna hiyo. Asante sana. Kwa hiyo maisha yalikuwa ni mazuri, ni mazuri kabisa, na bila shaka kuna deni kwa Konsolata pale. Kabisa kabisa nimeondoka nikiwa sina deni. E, vijana tumeondoka wakiwa wengi wanafurahi wengine wana, wanapenda hata wasio wakatoliki wanaingia ukatoliki vijana, kwa vile kuna kitu kinachowavuta vijana. Vijana wanapenda michezo. Bila michezo, vijana wakiwa wakavu, wanakwenda huko na huko wanatawanyika. Kwetu tuliona ule ni uchungaji mzuri, na mpaka leo hii naamini uchungaji wa vijana kwa njia ya michezo ni rahisi zaidi. Tulianzisha mpaka ligi ya parokia, naona katika mpira pia ligi tunakutanisha kila mtaa unaunda timu yake, kila mtaa unaunda timu yake, na tunakuwa na kombe. Timu gani au mtaa gani au jumuiya gani, zingine zinaungana, wataweza kuwa washindi na kubeba kombe. Hii pia ilitusaidia Konsolata kuwa na vijana wengi kweli kweli, lakini baada ya michezo kanisani, kabla ya michezo kwanza kanisani, sala. Basi hiyo ilitusaidia sana uchungaji nilienjoy kwa e, njia hiyo inafurahisha, ina katekista kama mbao unasema ililio ni jambo la kukufanya wewe mwenyewe ufurahie maisha. Ndio, ndio, ndio. Je, ilikusaidia pia kuto kujuta kuacha kazi ambazo uliziacha ili uweze kuingia kwenye katekista, ama kulikuwa hakuna majuto yoyote? Kwa sababu katika hali ya kawaida uh, ukatekista na namna ambavyo watu wanaochukulia mtaani inaweza ikatengeneza sifa ya kwamba pengine katekista Mhina alikosea kuacha kazi jeshini na kule ambako alipokuwa anafanya kazi kama mtoza ushuru. Ndio, furaha zote ulizozipata Konsolata zilipoondolea kiu ya ile kazi uliokuwa unaifanya mapema kabla? Ah, asante sana, ni swali zuri kabisa. Hakika naweza kusema kwa hayo mawili yote sikuwahi kujuta, bali nilifurahi kama ifuatavyo. Kwanza ile shughuli yangu ya kijeshi nilifurahi kwamba sasa mimi nakuwa ni kama mshauri wa ulinzi na usalama katika kazi ya Mungu, yani kanisani. Unajua, makanisa yetu tunahitaji tuwe na ulinzi sasa. Nani atakuwa mshauri? Awe mtu aliyepitia katika mambo ya kijeshi. Kwa hiyo niliweza kuwa mshauri mzuri na wa karibu zaidi. Naona hiyo kwanza, nilikuwa comfortable pale nikaona, ah, kumbe jeshi imenisaidia haikuniharibia. Hiyo kwa upande huo lakini pia kwa upande huu kuacha kazi ile TRA eh, ni kama TRA ya sasa, kuingia huku mimi nilifurahi, kwa sababu katika kusoma injili nikakutana na injili ya Matayo. Yani, Lawi alikuwa mtoza ushuru, lakini Yesu alimwambia, sasa badala ya kufu, eh, ya kuwa, eh, kuwa mtoza ushuru sasa utakuja huku. Huyu Lawi aliyeacha kutoza ushuru sasa yuko kanisani. Hiyo nilipenda na mimi, niliona kama ni Mathayo mojawapo, nimeacha kazi TRA, hey, na nakuja kanisani sasa, nawahudumia waamini. Kwangu niliona raha sana. Kumbe sio peke yangu, wako wengi eh, waliokuwa wamefanya jambo kama hili. Iliendelea kunipa amani mpaka leo. Ninaposoma Injili ya Mathayo yani, najisikia vizuri zaidi. Yeah, asante sana, nashukuru sana katekista. Kwa kweli ni naweza nikasema ni watu si watu wengi ambao wana uwezo wa kufanya maamuzi kama haya. Ndio, ndio. Na ikitegemea kwamba ulikuwa unakuja kumtumikia Mungu kama katekista, unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo ni lazima ufanye maamuzi makubwa na ya kushirikisha kama ambavyo umefanya. Ndio, ndio, mpaka uweze ukaachana na kazi ambayo uliokuwa ukiifanya tayari, ambayo ilikuwa inakutengenezea mwanga mkubwa pia wa maisha, na kuingia kwenye kazi nyingine ambayo kimsingi inafanana na utume. Ndio. Nini kilikuondoa mshindo sasa baada ya kukaa muda wote huu, miaka mingapi? Eh, tuseme mshindo nimekaa miaka 20. 20. Miaka 20. Baada ya miaka ishirini. Ya, ya, ya, ya. Wale waliokutoa kwenye ajira sasa, unaondoka ni kipi kilikuudhi kiasi hicho? Asante sana.